Jamani, jamani eh, eh. Pole pole, kwanza. Alhamdulillah, mtaanguka. Unajisikiaje kwa sasa? Mimi niko vizuri. Una nini cha kuambia Watanzania?